Napenda niwapongeze sana Watanzania wote mkiwepo Watanzania wa mkoa wa Kagera na Biharamulo kwa kuchangia fedha kwa kulipia kodi zenu katika maeneo mbalimbali na mpaka tumefanikiwa kutengeneza barabara hii ya bilioni 190.4 yenye urefu wa kilometa mia moja hamsini na nne. Hakuna mtu alitegemea kwamba barabara ya kwenda Nyakawura itakuwa na barabara ya lami. Hakuna mtu alitegemea kwenye poli kule la Kasindaga paka liende Kagoma patakuwa na lami. Inawezekana tu nishasahau, kwa sababu kusahau nako ni rahisi, lakini nataka niwaeleze, sisi wote wa Tanzania katika umoja wetu, bila kujali vyama vyetu bila kujali itikadi zetu, bila kujali dini zetu, bila kujali makabila yetu, tumefanya mafanikio ya kutengeneza barabara hii. Hongereni sana. Lakini mafanikio ya barabara hii kujengwa hayakuja peke yake, yamekuja kutokana na kodi zenu, na ndiyo maana katika utawala wangu ninasisitiza sana Watanzania walipe kodi. Pasingekuwa na kodi ambayo imelipwa na Watanzania, hii barabara leo isingekuwepo. Na inawezekana wengine wanaweza kauliza kodi zetu zimeenda wapi. Mweje muwaonyeshe barabara hii kwamba hii ndiyo mfano wa kodi zao. Niwaombe watanzania pote, kuanzia Biharamulo mpaka Tanzania yote tujishiriki kikamilifu katika kulipa kodi. Ninalisema hili kwa sababu wapo baadhi ya wafanyabiashara wachache wanaona kodi si halali yao kulipwa. Watanzania wa maisha ya kawaida wanalipa kodi. Ukienda kunywesha mafuta pale kodi tayari umeshalipa. Anayetakiwa mwenye sheri, airudishe ile kodi uliyoilipa wewe kwa kunywesha mafuta aipeleke serikalini. Kienda tu kunywesha mafuta umeshalipa kodi, na ile pesa anabaki nayo mtu mwenye sheri. Mwenye sheri anachotakiwa ni kuitoa ile pesa, airudishe serikalini, kwa sababu wewe ile kodi hukumlipa mwenye sheri, umeilipa serikali ili kusudi ile fedha ikanunue madawa hospitalini, ikatengeneze mabarabara, ikasomeshe watoto mwenye sheri anaikatalia na kuikatalia pake ni kwa sababu hataki kununua mashine za EFD, kwa sababu akiwa na mashine ya EFD akishakupa risiti, ukishalipa tu, ile kodi ya serikali inaingia moja kwa moja. Sasa natoa wito na nataka nilizungumze ili kwa uwazi kabisa, wote wenye sheri waliopewa muda wa kuweka EFD wafanye hivyo, na natoa maagizo kwa mawaziri wote, waziri wa fedha na waziri wa viwanda, wale watakaoshindwa kuwa na hizo EFD wafutiwe leseni zao moja kwa moja. Yale masheri yao wakayatumie kwenye shughuli nyingine Wakitaka wakafyatulie matofali <laughs> na hili nasema, natoa siku kumi na nne. Wale wenye sheli wote, huwe umekaa Chato, uwe huko Biharamulo, uwe huko Kagera, huko Dar es Salaam, hakikisha una hiyo mashine za EFD ndani ya siku kumi na nne, ni mara kumi. Tusiwe na wafanyabiashara ambao hawalipi kodi, badala ya kuwa na wafanyabiashara ambao wanakataa kulipa kodi. Hizo kodi sio hela zao, ni hela za watu masikini wamelipa. Ukienda kununua tu mafuta umeshalipa, kwamba mtu nachangia serikali ikafanye kazi. Wewe mfanyabiashara, unakatalia kodi ya watu masikini, never. Kwa hiyo wachague kufanya biashara au wakafanye biashara nyingine, wakavue samaki, wakalime, wakalime matikiti maji kule. Ukilima hakuna kodi, na tumetoa kodi za wakulima wasinyanyasi, kwa sababu imekuwa ni tabia, mkulima ukilima, unatumfunga twako unatundizi twako unatuharage twako kodi hivyo, nimesema ni marufuku kwa wakulima, na tumefuta tozo 80 za mazao ya kilimo. Ukibeba mzigo wako, na nazungumza hapa kwa watendaji wakuu, wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, na watendaji wote wa serikali, walizingatie hili. Ukimkuta mkulima amepakia tani moja ya mazao yake anasafirisha kutoka wilaya fulani kwenda wilaya nyingine, hakuna kungai kodi <laughs> pakia pickup yako, jaza mizigo yako, hakuna wa kukuuliza na hawa walio na mazoea ya kuchukua kodi za wakulima, nenda na wewe ukalime, ujaze na wewe tani moja yata nimesema hakuna ushuru, umenielewa? Ndugu zangu wa Biharamulo, hakuna ushuru. Kwa hiyo ukibeba ndizi yako peleka ukauze, umelipa peke yako, umetumia nguvu zako, hakuna mtu akuja kudai kodi. Wakitaka wakawaga dai kodi wafanyabiashara wenye mashine, kwa sababu pamekuwa na tabia unakagunia pamoja kampunga ushuru unatumikungu kumi ushuru na ninyi ni waombe wakulima ukiwa una mazao yako mengi labda tani ishirini usihangaike kukodisha lori la tani ishirini chukua gari la tani moja peleka asubuhi tani moja ukirudi saa nne upite na tani moja hapo hapo ikifika saa sita pita na tani moja ikifika saa kumi pita na tani moja. saa kumi na mbili pita na tani moja, pata tani zangu ishirini zote uzimalizi. <laughs> Hiyo ndiyo zawadi ya pekee kwa awamu ya tano kwa wananchi maskini. Mulituchagua bure, lazima tuwatumikie bure. Pamekuwa na tabia, ukipeleka ng'ombe hapo au mbuzi wako kwenye mnada panakuwa na maushuru ya ajabu ajabu. Kuna mpaka ushuru wa kwato. Wewe utategemea wapi kambuzi kakose kwato? Kwa hiyo hayo maushuru ya kwato na maushuru mengine mengine zaidi ya saba kwenye mifugo tumeyafuta. Kwenye uvuvi zaidi ya kodi tano tumezifuta tunataka Watanzania wakulima wenye maisha yakin ya chini yainuke, wawe na maisha ya juu, na ndiyo maana tumekuwa tukisisitiza hapa kazi tu. Watanzania wakulima, fanyeni kazi ili mweze kubadilisha maisha yenu. Ndio maana mimi nawachukia wavivu, ninapenda kila mmoja mwenye nguvu ya kufanya kazi na afanye kazi. Hata kwenye maandiko wanasema, na asiye fanya kazi na asile. Palikuwa na makodi ya ajabu ajabu kwenye kahawa, kwa sababu nazungumzia mkoa wa Kagera. Palikuwa na kodi 30 kwenye zao la kahawa, nazo tumezipunguza sana. Kodi sijui ya nini, kodi ya nini. Na ndiyo maana wananchi wa Kagera saa nyingine walikuwa wanasafirisha kahawa yao wanaenda Uganda, wengine wanazama mpaka ziwani. Ninaomba mheshimiwa viongozi wa mkoa wa Kagera akiongozwa na mkuu wa mkoa mlisimamie hili ili wakulima wa wasinyanyaswe katika mazao ambayo wamelima kwa nguvu zao. Nitoe wito kwa viongozi wa halmashauri wakiwepo wa halmashauri ya hapa Biharamulo, pamekuwa na vikodi vya kerokero kero. Na niwaombe ndugu zangu madiwani, vikodi vya ajabu ajabu hata kwenye masoko yetu Lazima tuvitoe vingine, tuvipunguze. Haiwezekani mtu amepeleka kamkungu kamoja sokoni, nako lazima ulipie kodi. Mwache mama yule akauze mkungu wake, aondoke na hela yake, na pale ndipo atapata faida ya ndizi zake. Amepeleka tu mchicha, amepeleka tu kuni, amepeleka tu nini, ushuru, ushuru. Niwaombe ndugu zangu madiwani, niwaombe wakuu wa wilaya tusimamie hili. Nchi yetu tulizoonea sana watu wanyonge kuwaomba kodi, tukasahau wakwepa kodi ambao ni wakubwa tulionao. Sisi tulizoea kutoa kodi kwa wafanyakazi kwa sababu wao wanakatwa moja kwa moja, tukasahau mahali kodi ambapo tunatakiwa tukusanye. Na ndio maana ninasema hizi mashine za EFD kwa wale wote wanaotakiwa kuwa nazo ni lazima wawe nazo. Hili la kufunga, wanasema mafuta yameadimika, wakitaka wafunge. Mwaka mzima ni mara kumi tukose mafuta, kuliko kuwa na wafanyabiashara wanaokwepa ushuru kwenye taifa hili.